Changamoto tuliyonayo ni kuhusu maji mm. Watoto wetu wanakosa hata masomo kwa ajili ya kukosa maji koo. Tunachotaka nyinyi, natakiwa mtushughulikie kwa kweli, angalau na sisi tupate maji. Dumu la maji huku tunalikuwa mia saba kwa mia tano. Kwa hiyo natakiwa nyinyi watu wakubwa mtushughulikie hii tatizo la maji angalau changamoto tuliyo nayo ni kuhusu maji maji. Wanawake wetu wanapokwenda kuchota, mara nyingi wengi tunawapa vipigo kwa ajili ya ya kuwa na hofu kwamba wameingia kwenye mambo ya uzinzi. Kwa hiyo waheshimiwa wa Serikali, tunapowalilia jambo hili tunahitaji mtusaidie, ili wake wetu wawe na uhuru wa kutokuwa na hofu na nao ili waweze kufika mapema na waweze kupata chakula na watoto. Wa kiukweli tuna changamoto ya maji sisi huku kijiji cha Kagari, kuchota maji unaweza ukajitisha ndoo kwa muda wa masaa mawili, watoto wanahangaika sana, hasa sisi akina mama, wanaweza katota maji kufika nyumbani kia umetoka <coughs> sehemu nyingine atwanawezaji ya kuchelewa kutota maji tunayoyachota yanatemka hapa chini, anaunakuta kipindi kingine wanagua minyoo, kila siku tunashinda hospitalini. Ukweli changamoto ni kubwa, ni kubwa, tuna wata kilio chetu, mtusaidie jamani, tumehangaika sana, tumeteeka kwa ajili ya maji, tumeugua vya kutosha, hata watoto wako hali mbaya kwa ajili ya uchafu. Swala la maji kwa kweli hapa ni shida, wanakochota ni mbara, lakini hapa naona kuna watu wengi changamoto ni kubwa ya maji. Dumu hapa linachotwa kwa shilingi mia saba hadi mia tano kwa maelewano, lakini mpaka linaenda mpaka kwenye mia nane bei sasa. Hapa kwa kweli, swala la maji serikali iliangalie kwa mtazamo kabisa wa hali ya juu, maana ni changamoto kwa wananchi, wakazi wa hapa. Ukiangalia mazingira ma watu walio zunguka hapa ni kaya nyingi, maeneo ya hapa kijiweni, alafu ni eneo la soko. Kwa kweli tunaona hapa changamoto ni kubwa, hasa ukiangalia hata vijiji vijiji jirani vijiji ni vitongoji, hususan iki kitongoji cha Shunga, maeneo ya kijiji cha Nyakiziba, nacho changamoto yake ni maji yako mbali. Yangekuwa karibu, wangekuwa na watu hapo Shunga lakini ni shida hata Shunga kwa kuna changamoto kubwa kijiji cha Nyakiziba kwa kweli, mimi hili kulingana na hii walioliona kuja kuchukua mawazo ya wananchi hapa, wamefanya vizuri ili kupata hii changamoto ya hapa. Binafsi kama mkazi, changamoto hii ipo kwani ukifuatilia kwenye kijiji hiki sehemu kubwa, asilimia tisini hatuna maji ya kutosheleza kwa wananchi wote wa kijiji cha Kagari, hasa ukiangalia eneo hili lenyewe la Kagari, lenyewe eneo kama hili ambalo kuna mundombinu kuna shule, watoto wanapata shida na maji, hata kufutiza sehemu ya masomo katika kufuatilia swala la maji ili wapate uzima, make bila maji uhai haupo. Lakini jambo la pili Kienda kitongoji cha Kabuluka, kitongoji cha Nyamwijima, hapo yaani hakuna maji kabisa. Angalau vitongoji vingine hata kwa umbali yanapatikana, lakini kama Kabuluka, Nyamwijima wanafuata maji si chini ya mwendo wa saa moja na nusu, na maana kwenda na kurudi sana masaa matatu. Kwa hiyo ni kelo ambayo imo kwenye kijiji hiki, endapo ninyi kama wakirishi na sauti inayopokea hoja hizi tukipatiwa nafasi, kero hii katatuliwa. Naweza kushukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kiukweli, napenda kuzungumzia swala zima la maji kwa wananchi ambao ni wananchi wenzangu kijiji cha Kagari. Naweza nikasema asante, kwa sababu umefika maeneo haya ya kijiji cha Kagari, hata hii ya Murukulazo. Naweza nikatoa kilio kikubwa kwa wananchi wa kitongoji cha Kaguruka. Kwetu sisi wananchi wa kitongoji cha Kagari tunaweza tukasema afadhali kidogo, lakini wananchi wa kitongoji cha Kaguruka ambacho kiko ndani ya kijiji hiki hiki cha Kagari wanapata changamoto kubwa sana, tunaomba kilio kifike kwa viongozi wakubwa watusaidie. Eh, ni kweli huo mradi wa, wa Kagari huko katika kata ya Murukulazo, kijiji ni Kagari, mradi huu ni mradi ambao ni muda mrefu, na, e, na kweli hakuna maji japo maji yapo lakini hayatoshelezi e, sisi kama RUWASA tumeatengea budget yani, tumeweka kwenye bajeti ya ishirini na tano ishirini na sita kwa ajili ya kutekeleza, lakini kabla ya hapo tuliweka katika uchimbaji wa visima ili tuweze kupata source kwanza, imchanzo ili wananchi wa pale baada ya kupata source, kuingiza kwenye budget ili wananchi wa Kagari pate huduma maji safi na salama. Mimi kama kaimu manager ni kuna kili kweli, hicho kijiji kina changamoto kubwa ya maji, na sio hicho tu, kuna kimii chene akiziva pia kuna shida ya maji. Lakini plani ya serikali kama RUWASA vijiji vyote hivyo tumeitengia katika bajeti ya ishirini na tano ishirini na sita lakini kama tunavyojua pia serikali wanaleta pesa na tunapata pesa nyingi eh, kupitia mheshimiwa wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eh, sisi kama RUWASA tunampongeza mheshimiwa rais kwa kuendelea kutuletea pesa RUWASA, ambapo pesa hizi ndio hizo ambazo tunatekeleza miradi ya maji ikiwa e kama sasa hivi miradi ya bado hatujaanza, lakini tunategemea eh, tutakapoanza kuimplement hiyo budget basi hicho tutakiconsider kwa sababu bado kipo.